Kesho kuna show kabambe ya aina yake Zeguy Show ambayo, uh, itafanyika kupitia chaneli yetu ya sinema zetu, na itawajumuisha wachekeshaji wa Tanzania na Kenya, ambapo uh, kutoka uh, Kenya uh, maarufu pale ni Eric Omondi na kutoka hapa Tanzania ni mchekeshaji Joe Master, lakini kwa sasa wakati huu Alasiri Lounge, uh, tunao wasanii hapa ambao wanahusika na, na tamasha hili uh, la aina yake hapa studioni. Tunaye Evodia Winston, karibu sana Evodia. uh, uh, tumefurahi pia kumwona brother kule uh, Mzoma Chinula, yes. Leo uso kwa macho studioni hapa. Asante sana tunafanya show kubwa sana za comedy hapa nchini hmm. Hii uh, Zeguy ni mara ya kwanza inafanyika, na pengine tunatarajia nini kwenye show hii Zeguy uh, hmm. Hii tulianza toka mwezi wa nane, okay. mwaka jana, lakini kwa sasa hivi hii tunaita kubwa kuliko, okay. kwa sababu nyingi ambazo tulikuwa tukizifanya zinakuwa ni record, lakini kwa sasa hivi inakuwa live and direct kupitia sinema uh, zetu nice. ya yeah, kwa hiyo ni show ambayo inaitwa yani, stage play yeah. uh, kwa Kiswahili wanasema maigizo ya jukwani, mm, mm. yeah, kwa hiyo uh, ni stage play ambayo inahusisha udambi udambi mwingi sana mm. kwa hiyo uh, sitegemei kama kuna mtanzania ambaye anaplan kukosa kitu kikubwa kama hichi, kwa sababu it's a day ambayo tunasema kwamba we are going to make history mm. pamoja, kwa sababu kwa Tanzania mm. uh, kitu ambacho tunakifanya sisi Zeguy Show of course ni waanzilishi wanzilishi wa stage play na kwa, kwa tarehe ya kesho, tarehe 27 ndo tunakwenda sasa kuweka historia rasmi ya Zeguy Show kwamba sisi ndo wataalamu wa hizo kazi. kuna mambo mengi ndani yake ah, kuna mambo yeah. mengi sana yeah, of course kuna yeah. mambo mengi ndani yake. yes. eh, natamani uh, natamani kufahamu uh, um, um. uh, manguli katika fani hii ya, ya, ya, ya, ya vichekesho uchekeshaji kwa ujumla ni nani na nani watakao kuwepo? uh, okay. um. Kwa siku ya kesho ambao ni manguli haswa mm. kwa hapa Tanzania ni Joe Master mm -hmm. ndo ambaye ni pia ni mbeba maono wetu, yeye ndo mwanzilishi wa hii kitu yeah. Lakini pia tutakuwa na Chris Kenna from Kenya mm -hmm. na Eric Omondi from Kenya, of which tunavyoongea saa hizi tayari Chris Kenna tunaye mm -hmm. Tuko naye kwenye mazoezi tayari, tunapambana ili kesho mambo yawe safi kabisa. Hey, bwana. yeah. Ni, ni, ni kawaida Eric kushiriki hapa uh, performance hizi? Yes. Katika majukwaa mengine mara nyingi tumemwona eh, Eric Omondi raeanashangkimemtaay mmecheka ana vitu vya kipekee jamani, mzinguaji

Uh, tulijaribu kukooperate uh, na watu ambao wana experience kubwa mm. kwenye stage play kwa sababu kitanzania kama nilivyosema hapo awali kwamba sisi ndo tunaanza yeah. lakini uh, kwa yeye yeah, Crazy Kena amekuwa akifanya stage play kwa muda mrefu kidogo mm. na ana experience ya stage play yeah. na pia ana mashabiki wengi sana East Africa sana na Africa kwa ujumla umeona kwa mm. Sasa tukasema kwamba why tumwache mtu kama huyu? yeah. Lazima tuuje tu cooperate naye aje afanye kazi na Zeguy Show, watu wake wawe watu wetu, watu wetu wawe watu wake. Sasa tuki cooperate Crazy Kenna, Joe Master, Zeguy team. Hey, this is unbelievable. Kenna, kuna namna eni, na Joe Master, kuna namna namaaaawanaendana <laughs> <wana chemistry laughs> <chemistry> uh, <laughs> <wana> <laughs> kwa asilimia kubwa sana <laughs> yes, yeah, uh, tulikuwa tunataraji tungekuwa naye hapa yeah, yeah, kwenye hii interview exactly, lakini mnaonaje? maono yake mmetuambia ndio mbeba maono ya hiyo show yes, exactly. mnaonaje maono yake tu expect nini kutoka kwa Joel Master hapo kesho uh, kwa Joel Master nadhani to expect vitu ambavyo wanasema we make the unbelievable be believable. Yeah. Of course kwanza Joel Master ni mtu ambaye is a very hard working man. Yeah. Ni mtu ambaye <coughs> hawezi kusinzia, hawezi kulala mpaka ahakikishe <coughs> Sorry. Yeah. Mpaka ahakikishe kwamba uh, kicha anachokifanya mm. kifike outside Tanzania yaani. Yeah. Kivuke mipaka yeah, ya East Africa Afrika ikiwezekana, hata dunia itambue kwamba kuna nchi inaitwa Tanzania ambayo inafanya stage play yenye hadhi ya nyota tano. Kwa hiyo mimi na imani ya kwamba hichi ambacho amekianzisha yeye na aliyotuchagua sisi kwamba eh, tuwe katika timu ya Zeguy tunamwakilisha vizuri sana, yeah, mm -hmm. Na katika maono yake ambayo ana, ana, ana, anayabeba kwenye Zeguy team mm -hmm. ni maono makubwa sana, kwa sababu hata ukipiga uki, uki, uki naye story za, za, za kawaida anakuambia kabisa kwamba uh, plani yangu mimi sio kuishia hapa yeah. Yani plani yangu mimi sio kwamba Zeguy uh, show iishie Tanzania au iishie East Africa hapana. He's thinking outside of the box na, Then, na na, hata kuileta Sinema zetu mm, uh, mm. Ni katika ha yes, katika hayo maono yake yes. Tumezoea pia kumwona kumwana Joel Master mm -hmm. eh, kwenye stage mm -hmm. nyingine akipewa dakika tatu mbili yani, Kikiofi. hatu enjoy. <laughs> hatu enjoy. <laughs> yes. sisi mashabiki wa wa, <laughs> yes. wa, wa comedy yeah. za Joe Master yeah. kesho tunamuona bila tu, shaka tutamwona kwa muda wa kutosha kabisa kabisa, kwa siku ya kesho mm. tumejipanga <clears throat> na vitu vingi sana mm. Okay. Of course na ujue kwa nchi yetu Tanzania, watu wengi wamezoea kwamba tunapo kwenye comedy kuna ile tu mtu kuja kusimama kusema na kuondoka yeah. Lakini sisi tumekuja na kitu kingine kwamba ni maigizo lakini ndani ya hayo maigizo yani ni story

shati lake video zake vile lazima. Sawa sawa kabisa. Tunaona Zeguy Show uh, kwa namna yake ikipata platform kubwa sana ya Sinema zetu kupitia kisimbuzi cha Uh, Azam Azam TV. TV. Yeah. Yes. Tia neno hapa kidogo. Itakuwa tukio la namna gani kwa platform hii? Ah, uh, kwanza kabisa ningependa kwa niaba ya bosi wangu Joe Master, Classic Funny Guy, kama mm, unavyomtambua, ah, mm, uh, nipende kusema shukrani sana kwa Azam kwa sababu Azam imekuwa ni moja kati ya platform ambayo ina inaipeleka ina comedy to the next level. Umeona. Kwa sababu uh, kuipa platform uh, Zeguy Show kwa siku ya kesho kuonekana kuanzia saa moja mpaka baadaye sana mm -hmm. eh, watoto wanasema mpaka baadaye sana mm -hmm. yani ni mi, moja kati yamida yetu sisi majo. mashabiki wa comedy na hata haituchoshi hata mkitufikisha hadi asubuhi si atujali wala ni, ni swala la yule ambaye mm -hmm. eh, ni mtanzania ambaye atakuwa yuko nyumbani yeah. eh, ni kulipia tu kifurushi chake mm -hmm. eh, aweze ay, ay, kuburudika mm -hmm. eh, na show kabambe kabisa mm -hmm. of course, ni vitu ambavyo It's very unbelievable kwa sababu ukiangalia ni set tofauti tofauti kama kuna, eh, kuna watu ambao of course washaanza kufuatilia wanaona kabisa kwenye channel ya Sinema zetu kuna set baadhi ambazo huwa tunaziweka pale kwa ajili mm. ya kuwapa watu alert kwamba yeah. eh, yeah. Kitu gani ambacho kinafanyika mm. siku ya tarehe 27 mm. Kwa hiyo kuna seti mbalimbali ambazo watu wanaziangalia lakini wanakuwa ah, hii kitu kweli inafanyika Tanzania kwa, ili ujiulize vizuri, ujijibu vizuri, usipange kukosa siku ya kesho. Tunaingiaje Mlimani City. Uh, hey, Mlimani City lazima eh, tupite kwenye red carpet kwanza kwanza, kwanza mtu hakikishie <laughs> yes. kwamba mmefungua kumbi zote, maana sisi mashabiki wa komedi, mmefika pale mnabanana, mnapita hivi, mara nyingine hatuenjoy kwa kweli <laughs> so, mnafungua kumbi zote, tunaingia tunaenjoy. Yeah. Yeah. Tunaingiaje sasa Mlimani City? Uh, Mlimani City kwanza kabisa mm -hmm. Tutaanzia kwenye red carpet. Okay. Yeah, kwa wale ambao tuna, napenda mambo ya fashion na nini mm, mm. E, tutapita kwenye red carpet pale na Jo master uh, pia yani, kuna namna anakujaga kifashion hivi na katika kuingia pia <clears throat> uh, tickets ni shilingi elfu ishirini kwa regular? Very affordable. Yes, yes. Uh, VIP mm, ni elfu hamsini. Okay. Alafu kuna VVIP mm. Hiyo ni shilingi laki moja. Sisi tunapenda siti za mbele. Mb sasa ili mtu yeah. one vizuri yeah. Pa. Yeah. <laughs> eh, Yani <laughs> hata ukiangalia. Hey, yes. Mm. Ndio tai ya Kena unaiona hii, nitaka VIP ionane mimi na tai ya Kena ana kwa ana. Nimetoka nimechoka kuiona Instagram ile tai, sasa unapata nafasi ya kuiona live Mlimani City. Okay. Nice, nice. Yes. Lakini kuna wale ambao wako katika mikoa eh, mbalimbali tofauti na hapa Dar es Salaam mm. eh, wao watashuhudia kupitia chaneli nambari 106 chaneli ya Sinema zetu, hakika ni za kwetu na hizi pia ni za kwetu, na tuna kila sababu ya kukufurahisha. Mi natamani umwambie yule mtu ambaye anaona kufika sehemu akakaa kwa saa nne tano, anacheka tu, anaona kama i ni jambo ambayo hivi, naenda kufanya nini? Mi nataka uongee na huyo mtu maana ninatumia nguvu sana kuwashawishi Hmm. Okay, ipo hivi hmm. Ujue ikiwezekana ikwe, kwa... uh -huh. hmm. Fanya ndio upo pale stejini kupitia ujumbe huo huo tunataka tufurahi tucheke okay. <laughs> Eh, bandama zetu okay. Zipasuke basi sawa ndio hmm. Sasa hmm. Tunaanzia hapa hmm. Kwa nyie ambao maybe mpo mikoani mnaona hmm. Atakuja kukaa kwenye TV tu kutuangalia hmm. Nayo ni changamoto jamani <laughs> hivi hivi, yani unaanzaje? Ni yani kuona kwamba ni shida. mm -hmm. Umekuwa na stress, kwanza umeamka asubuhi, umepata stress kazini. mm -hmm. Umepata sijui shida huku mabarabarani. mm -hmm. Umepata kero huku na huku, jamani, kuja kwa kwenye TV yako nayo uone ni shida. Alafu mbaya zaidi hulipii chochote hivi, Azam TV. Ujue Azam ni kisimbuzi ambacho kina bei rahisi sana sana sana. Kwani mtu huwezi <laughs> ukakosa hela kulipia kusema sasa ni relax, alafu nisikilize, niangalie, niburudike. Unaona eh. kwani Hebu ni washauri kitu kimoja ujue, sisi Watanzania bado kwenye ishu ya komedi bado tuko nyuma, yeah. Yeah. kwa hiyo, even ki... though mwitikio umeanza kuwa mkubwa uh -huh. Of course hizi mwitikio tunauona mm. Lakini sasa so, ukizingatia sisi hapa ni stage play. Watu sasa wat, kwa Tanzania wamesha wanakuja ile stand -up, stand -up. Kwa hiyo mtu kimwambia stage play hamna mm, kitu yeah. Lakini trust me kwa mtu ambaye kesho atashuhudia Hatuacha. Hatuacha kufuatilia stand up comedy. Hatuacha kufuatilia stage play comedy. Hawezi kuacha. Yaani whenever tuta announce, I think yani watu wataanza kukimbilia kwa sababu hata sasa hivi tunaona kwamba mwamko mm -hmm. ni mkubwa sana mm. Tiketi zinaenda sana. Tiketi zinaenda yeah. sana. Yeah. Kwa kwa wale ambao mpaka sasa hivi bado hajapata tiketi yake namsikitikia sana yeah. Kwa sababu yeah. very soon I'm very sure tickets zitakuwa finished. Kwa sababu kama kwa regular mpaka muda huu hatuna tena tiketi. Kwao tumebakia na VIP na VVIP of which zinatoka sana yes. Kwa hiyo within few hours tutasikia kwamba sold out mm -hmm. Kwa kweli kwa kwa wale ambao sasa watakosa <coughs> ticket cha kuwashauli tv mnazo, Azam ipo kwa ajili yenu, sinema zetu hiyo hapo. Ni yeye kutuliza kuangalia, sasa kuenjoy mambo ambayo tumeandaa kwa sababu sisi wenyewe tunaoigiza tunacheka. Wewe ni nani usicheke? Mwenzangu, kama ukmu ambaye hapendi kucheka, mtu ambaye hapendi comedy, kuna namna atakuwa tu yuko sawa. Mimi naweza kutumia saa mbili kwenye peji za hizi tu za za wachekeshaji na naweza kukaa kwenye majukwaa hayo kwenye hizo yes. Mm. event Mm. na nika enjoy... sana kwa imeisha. <laughs> Uh, <laughs> unajua mpaka so jiuza kwa nini imeisha kuweka muda mwingi. Sasa tunatofautiana uh, hey, kitu kimoja. Mm. Uh, unajua kuna vitu ambavyo sisi tunapenda kuvifanya ambavyo uh, kikawaida watu wengi wana, wanaona kama comedy, it's a wastage of time. Yeah. Mm. Lakini uh, to prove that wrong ni kwamba comedy sio wastage of time ila comedy increases your days of life, yes. Kwa sababu kwa mimi ninavyotambua, mtu unapokuwa stressed lazima upate kitu ambacho kitakufanya usmile yeah. angalau uonyeshe meno yako eh? mm -hmm. to see how God created your smile. Yeah. Hey -hey. Sasa, <laughs> <laughs> nani ambaye atakufanya wewe ufanye hivyo hey? nani atakaye kufanya wewe usmile mm -hmm. Zeguy Show kabisa okay. <laughs> yes. ni na, na, na vipaji mmebarikiwa. <laughs> exactly. lengo ni kuja kutuburudisha sisi yes. okay. Tuwape kongole, tuwatakie kila la heri Zeguy Show, asante sana, sisi ni mashabiki zenu yeah. na, ndio maana tutakuwa pamoja pia kupitia Sinema zetu channel, uh-huh. nambari mia moja na sita mwambieni Joel Master yes. kwamba sisi, mm. tunasubiri burudani, anatuangalia kupitia Azam Max, kupitia Azam Max Joel, Joel Master, sisi ni mashabiki zenu yes. na tunasubiri kutazama, uh, yeah. hasa wale wa mikoani mm. yes. eh, kuwatazama kupitia Sinema zetu chaneli nambari mia moja na sita, lakini sisi mashabiki kindakindaki lazima tutahudhuria Mlimani City. Insha Allah. Tunawakaribisha sana. Asante zaidi kwa kumleta craz kena hapa Bongo. Oya, mmetisha kinoma. Karibuni tena kwa mara saran, nyingine saran, saran.